Turudi tena kaunti namba 34 ambapo wanachama wa shamba la Keekonyokie la ekari zaidi ya 2800 huko Kajiado wamepokea zaidi ya barua 4600 za ardhi baada ya mizozo ya miaka mingi. Mwenyekiti wa shamba hilo Moses Ole Palantai amesema zaidi ya wakazi elfu moja watapokea ekari moja kila mmoja, huku baadhi wakipata nusu ekari kulingana na mipango iliyoidhinishwa na kaunti. Pia alisisitiza kuwa mchakato huo umefanywa kwa uwazi, akisema kila mkazi amepewa kipande cha ardhi kulingana na mahali anapoishi na alipojenga. Wale ambao hawatachukua barua zao katika muda wa siku saba wameonywa kuwa zitapeanwa kwa wanachama wengine endapo hazitachukuliwa kwa wakati. O <muchas> leo, leo nina furaha, tumewaona, tumeita wenzeo wenzetu na hawa wote wale residents wa Kibiko hapa wote watu karibu elfu moja watapata titles, na wote watapata titles ya one eka each wale residents wako hapa kila mtu atapata title yake ya one eka each ya i i think think this is is a transparent thing that has been done today today and and and everybody here in the the ground we we are today receiving our allotment letter with everything written I think it is open to transparency so all of of us we have to receive as residents of the ground plant za hii shamba ni kaundi wali approve na, na, na kila mtu amechukuliwa mahali alipo na na kuwa hizi allotment letters tumepewa leo na hizi, ndio tunajua ndio njia ya kuongojea ile title ambayo tunaiongojea, kesi iishe tarehe 31 mwezi wa Januari. Rejea hapa Nairobi ambapo